DJ hatari huyu, DJ hatari, DJ ni balaa. Hao na balaa wewe. DJ karipwa, anagonga viche tu. DJ yakao kwa semaji, DJ yakopwa, sirani. DJ yakopwa. Ah, DJ uko vizuri. Wape wananchi siri ya Yanga Africans safari hii kuja kunywa supu ya ngamia, watu wengi wanajiuliza sana. Yes, uh ayangu waendelea kuenjoy hii. Mara tano tumekunywa supu ya ngamia, zikifika mara kumi, inshallah tutakunywa supu ya simba hapa. maajina wezekana, nawaambia kabisa, mmepania. Hii mara ya tano tumekunywa supu ya ngamia, zikifika mara kumi tunakunywa supu ya simba hapa, na nitawaita wote, tunamchinja tuna mnywa hapo. Maandalizi ya kunywa supu ya simba hapa zikishafika mara kumi ni nini hasa, semaje? Watu wasema na, na shughuli damdam, dhamira ni kufurahi msimuhu. Tumepambana sana kupata ubingwa sana, ndio maana leo pia watu wamekuja wengi hapa, kwa sababu tumevuja jasho kupata uchampioni. Kwa hiyo ikifika muda wa kufurahi, natakiwa tufurahi sana. Mwenyezi Mungu mwenyewe anatuambia tujivunie na tufurahie kwa yale ambayo ametubariki. Kwa hiyo sisi tumebarikiwa ubingwa, tutakuwa tufurahi sana yani, hapa mbona bado bado <tonganlaws> kwa sababu unajua tuna mwezi huu wa sita, tuna mwezi <tonganlaws> wa saba, tuna mwezi wa nane mpaka ligi ikianza, pamona miezi mitatu aera naa amaji unaweza kukiri kwamba hu Msimu huu kuna ups and down nyingi, uh, kupoteza alama dhidi ya Tabora, lakini Azam FC, lakini, si, lakini pia kule Tabora kilikutokea wewe jambo kuhusiana Young Africans kuja kwenye msimamo kwamba hatuchezi, then mpaka mnapatake. Ni msimu mgumu kweli, msimu msimu ambao na sana hukua mgumu kwa sababu kumekuwa na no, sio sio changamoto ya ui, kumekuwa na hasadi ya chuki nyingi a klabu yetu, a tulivyochukua ubingwa mara tatu, tuliwakwaza hata watu ambao hatushindani nao ubingwa, hata watu ambao sio wapinzani wetu tu, kwa sababu tu mafanikio yana tabia ya kukaribisha chuki, kukaribisha hasadi. Basi hey, watu wakachukia wakawa na hasadi, kwa hiyo ushindani ukawa sasa unaendana na chuki ndani yake, misuguano mingi ndani yake, lakini alhamdulillah sisi dhamira yetu ilikuwa njema, dhamira ya mpira kushinda, na Mungu amekuwa upande wetu kushinda. Wenye dhamira mbaya Mungu ameachana nao, akadhalilika nashu wazee mmewazingatia, leo hii wao ndo walianza kutoa msimamo wa hasuchie, wametangulia kufungua shughuli yetu leo hapa kwa dua. Tumefanya dua kwa imani zote, dua ya kwanza ilikuwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ubingwa, lakini dua ya pili ni kuiombea timu yetu kwenye mchezo unaokuja wa fainali ya sr. Kwa hiyo wazee wametangulia na siku yao ilikuwa maalum ndani, wameenjoy sana. Kulikuwa kuna ugumu gani wa kukubaliana na msimamo wa mashabiki na viongozi na kuwa na jambo moja kwa ajili ya Young Africans? hawkuwa na ugumu wote, azilongazi mbele yetu, kulikuwa kuna haki. Wakishakuwa na haki basi hakuna ugumu wote, tunamtanguliza Mungu naipambania haki yako. Basi labda kuna mashabiki wale wa mikoani pengine wanaweza wakazaaningamia kaliwa Dare Salaamu, mejiandaaje kuwazingatia wale wa mikoani? Mwaka jana tulifanya paredi ya ubingwa kuzungusha kombe mikoa, nafikiri mi tatu tu ilikuwa, lakini mwaka huu kwa sababu tuna muda wa kutosha, mwezi wa saba tuna mwezi wa nane, waahidi wanayanga wa kila mkoa kila mkoa tutafika. Mwaka huu kombe litafika na so faa, tuna makombe manne, kwa hiyo yatafika yote. Sasa hivi idara yetu ya wanachama inaandaa utaratibu wa safari, tujue tutaanzia wapi, lakini tutafika kila mkoa, na safari hii hatutakuwa pale mjini, tutakwenda ndani zaidi kuwafikia uh, wanachama na mashabiki wetu ambao walituombea dua kwa msimu wote mpaka tumefanikia. Wanasema kuna kombe uwanjani. Young Africans anacheza tofauti sana fainali ni zidi ya Singida Black Stars, timu ambayo ina ushindani pia kwenye, kwenye ligi yale. Endapo mtachukua CRDB, mtafikisha makombe matano kabatini, kitu ambacho pengine hakiwahi kutokea kwenye ligi kuu au Tanzania. Singida ni mpinzani mgumu, mpinzani mgumu, na hivi amefika fainali baada ya kumshona Viola. Kwa hiyo atakuja na, na ushindani mkubwa zaidi ya, na confidence tunaamini hata ukiangalia umeona, hizi sherehe ziko mbali kabisa na timu hapa. Tunasherehekea sisi tu wanachama na, na mashabiki. Timu ya Yanga kuna mahala imefichwa kama kawaida yetu. Eh, mtakuja kushtuka timu tayari ku Zanzibar, inajiandaa na fainali. Kwa hiyo timu inaendelea na maandalizi yake, na tunaamini metoka maandalizi mazuri ambayo yatusaidia kupata ubingwa. Ali, kwa kumbukumbu kumbu zangu ni mara ya kwanza unachukua ubingwa mbele ya mtani. Aa, kwa kumbukumbu kumbu zangu sidhani kama niko sawa. Je, kuna ugumu kiasi gani na furaha kiasi gani kuchukua ubingwa mbele ya mtani wako umemfunga, lakini ndio mechi ambayo ilikuwa inaamua wewe kupata ubingwa? ya nafikiri tumekuwa tukichukua ubingwa mara zote naye akiwemo safari hii kilichoongezeka ni kwamba mchezo wa mwisho ambao unakabidhiwa kombe yeye pia alishiriki kwenye huyo mchezo. Ni jambo kubwa kwa sisi na limetufurahisha kwa sababu sasa hawatakuwa na nafasi ya kuzilaumu timu ndogo kwa sababu na wao walishindwa pia kuizuia Yanga isichukue ubingwa. Siku ya mwisho maliza ligi ni Dodoma, Ken Gold nani, wengine wangetupa lawama kwamba mmeshindwa kuwazuia. Sasa watu wadogo walikaa pembeni akapanda yeye mbele na tukamshona naye, kwa maana yake hakuna ambaye aliweza kuizuia Yanga isichukue ubingwa. Msingi wanasema wanasema, dabi kwanza ni kutoa shaka, haujakosea kwenye rekodi. Hakuna msemaji aliyepata medali nyingi zaidi yangu mimi hiyo ipo kwenye rekodi kabisa. Ukifanya michuano yote ukijumlisha, mimi ndo nina medali nyingi kuliko wote. Maana yake sasa, mimi sio mjanja kuliko wengine, wala ni sikufuru Mungu kusema kwamba mimi ni mjanja sana kuliko wengine. Mimi nimekuja kwenye nyakati ambazo Mwenyezi Mungu ameamua kuibariki kla o, nami ameniweta kwenye hizo nyakati ambazo baraka zimekuwa nyingi, kwayo baada ya mimi kuondoka sasa nitakuja kuzihesabu na nitakuja kuonyesha. Ah, ni nyingi, shehe, sijui idadi. Okay, waache tu unafiki na ubinafsi, waache unafiki na ubinafsi. Unajua hizi kazi ukiwa uki, limbukeni unakuwa mbinafsi unakuwa mnafiki. Ukiwa mtu wa kawaida unaishi kawaida na Mungu anakubariki, ukishakuwa limbukeni tu unaingia kwenye ubinafsi, na ubinafsi unakupelekea uwe mbali na rehema za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka watu wote wapate furaha. Sasa ukishakuwa mbinafsi na kufanikiwa peke yako upate raha peke yako na nini peke yako, Mungu saa anaweka mbali baraka za Mungu. Anatujua dhamira zetu kuliko sisi tunavyojijua. Kwa Mungu akiwa anakujua nia yako, anakufungulia tu, wala hakuna shida. Hali watu wanasema dabi imepoteza ladha, kila siku mnawafunga, mnawafungajeote wewe kama msemaji wa klabu ya Yanga unazungumziaje? Ah, dabi ina ladha yake palepale pale. ila kilichopungua kwenye dabi ni ushindani. Wenzetu wamekuwa dhaifu sana, wamekuwa dhaifu mno, wamekuwa dhaifu kiasi cha kwamba sisi tunaweza kuwafunga hata na maandalizi ya kawaida. Tunachojifunza hicho, kwa sababu huu mchezo wa ujuzi ambao tumepata ubingwa huu ni mchezo ambao unaweza kuingia kwenye historia ya Simba kufungwa <tune> na Yanga nice. eh, yao ikuwa na madhaifu, na wao nafikiri wana mengi ya kuwajibu mashabiki wao, kwa sababu huwezi kuja kucheza dabi haujiandai, haufanyi mazoezi, timu imetawanyika, wanachama wao hawajui kama watakuwa wafanye maandalizi ya dabi. Kwa nafikiri na wao wameweka rekodi na watakiwa wajibu kwa wanachama wao, ikuwa wanachama imara kama Yanga mudahu, wameshatoa maelezo, kwa nini mmekwenda kucheza dabi hamjaiandaa timu na mkiwa hamjajiandaa kucheza na yao. Shukrani.